Hello. I am Mikana. Hii ni shampoo yetu. Hii ni shampoo ya nywele. Shampoo moja nzuri sana, inaosha nywele za kizungu, inaosha nywele za Kiafrika. Haina sulfa. Inaondoa muwasho. Inaondoa mba. Inaondoa fungus. Yes. Inaondoa fungus za kwenye nywele. Na hii inatumika na wababa inatumika na wamama haichagui jinsia. Shampuu ya yes, asili hili, hili ni kopo kubwa la mls mia tano unalipata kwa shilingi elfu ishirini tu. Mia tano unaipata kwa shilingi elfu ishirini. Inaondoa mwasho, inaondoa mba, inaondoa fungus. Inatumika na watoto wadogo kwa sababu haina kemiko kabisa kabisa kabisa free sulfate. Utaipata kwa shilingi elfu ishirini tu. Tunafanya delivery popote ulipo, hata kama uko mkoani, tunatuma kwa basi. Kama uko hapa Dar es Salaam, tunafanya delivery kwa pikipiki piki, ama bodaboda, karibu boda sana. Bei yake ni shilingi elfu ishirini. Kama unataka kutufata, tupo Tabata Bima Tabata Bima ndani ya Segerea Road. Tupo Segerea Road, kituo ni Tabata Bima. Namba yangu ni 0762240144. Karibu sana, sana, sana. Namba ya simu ndo kama hivyo unaweza ukaiona. Tupo Tabata Bima. Karibu sana, sana, sana. Sana sana tunakupenda. That's why we tell you look unique from us. Karibu tukuhudumie.